Karibu. Mamia ya walimu pamoja na wahudumu wa bodaboda mjini Garissa wameandamana kukashifu mauaji ya mwalimu mmoja katika kituo cha biashara cha Bula Mzuri viungani mwa mji huo. Hillary Ochieng mwenye umri wa miaka 27 alikuwa mwalimu katika chuo cha walimu cha Garissa. Inaarifiwa hali... kuwa simamishwa na kundi la vijana watatu akiendesha pikipiki yake na aliposimama, alivamiwa na kudungwa kisu kifuani na akafariki alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Garissa. Waandamanaji hao sasa wanalaumu asasi wa za usalama kwa kuzembea kazini. Kuna huzuni sana. Kila wakati tunapoteza walimu, wanabodaboda, tunapoteza vijana wadogo sana. Huyu kijana Ochieng hata ni kijana ambaye hajaoa, hana hata mtoto, ameuawa. Ni kijana ambaye alikuwa anajitafutia. Tuko na huzuni na what we want is justice for Ochieng. No justice, no peace. Sisi kama wananchi ambao tunaishi hapa Garissa tumekosa haki Sio wale bodaboda, sio wale ambao wanafanya kazi katika sehemu hizo. Hata wale ambao ni watu wa mijengo, bado wakipitia sehemu hiyo, wanapatana na wale wahuni. Sisi tunataka kuambia serikali hii ya Garissa, ikiwa wameshindwa kusimamia usalama katika eneo hilo, sisi kama wanabodaboda, sisi kama wakazi wa hapa Garissa, tuko tayari kuingia huko na kuweza kutafuta wale ambao ni wahalifu. Kijana amefundishwa hadi university. Hajafanya kazi hata miaka moja na tayari anarudi nyumbani akiwa maiti. Justice! Justice! Justice! Justice! Wakazi zaidi